Ulimwengu unaijua Misri kwa piramidi zake, mji wake mkuu wa Cairo, mahekalu ya jadi ya Luxor na miji ya mapumziko ya bahari nyekundu. Wengi hawajafika katika vivutio vingine vingi vya kipekee katika jangwa kubwa la magharibi, ambalo linapakana na nchi ya Libya. Ni eneo kubwa nchini Misri ambalo halina umaarufu sana kama maeneo mengine. Hebu tuangazie kidogo mji uitwao Siwa. Siwa ni eneo lenye maji katikati ya jangwa kwa Kiingereza Oasis. Mji huu upo katika jangwa la magharibi la Misri wenye kina cha urefu wa kilomita themanini na upana wa kilomita ishirini tu na takriban wakazi zaidi ya elfu thelathini. Inaaminiwa chanzo cha maji haya ni kutoka kwa mvua ilionyesha miaka zaidi ya elfu arobaini iliyopita. Unyogovu hapa uliundwa baada ya mchanga na chumvi kupeperushwa na upepo. Maji mengi ya katika eneo hili la Siwa yana chumvi nyingi na mji umezungukwa na maziwa makubwa ambayo maji yake hayawezi kutumika kwa shughuli za kilimo kwa sababu ya chumvi yake. Kabla ya mwishoni mwa mwaka wa 1980, Siwa Oasis ilikuwa inafikiwa kwa ngamia pekee. Leo ni mwendo wa saa 12 kwa gari kutoka mji mkuu wa Cairo. Hata hivyo, umbali wake hauwakatishi tamaa wale wanaovutiwa na chemichemi iliyo katika eneo hili ya ajabu ambayo iko maili 30 tu kutoka nchi ya Libya. Ili kupata maji safi hapa, visima vinapaswa kuchimbwa zaidi ya mita 300 ambayo ni changamoto Hivyo eneo hilo linabaki kuwa na rutuba licha ya maendeleo madogo. Chemchemu ya maji ya Siwa inaendelea hadi kuvuka mpaka kuingia Libya. Maji yake pia ni mazuri kwa wale ambao wasioweza kuogelea kwa sababu, kutokana na chumvi nyingi iliyopo kwenye maji haya inaruhusu mtu kuelea bila hofu ya kuzama. Hapo pia kuna chemchemu inaitwa chemchemu ya Cleopatra ambayo maji yake ni asili kutoka ardhini. Ni maarufu kwani watu wa eneo hili wanaamini kuwa Malkia Cleopatra aliyewahi kuwa kiongozi wa Misri miaka ya jadi alioga kwenye maji haya. Inasemekana kuwa wasichana wa eneo hili la Siwa walikuwa wakioga mahali hapa, hasa kabla ya harusi, wakiamini kuwa watakuwa warembo kama malkia Cleopatra. Kijiji cha Siwa kilitangazwa kuwa chini ya ulinzi spesheli wa kitaifa mwaka 2002 na, na kinatambulika kwa thamani yake ya kitamaduni, kibiolojia na kimazingira. Kwa hivyo ukitembelea Misri, fika jangwani ujionea kivutio hiki cha kipekee. Ulimwengu unaijua Misri kwa piramidi zake, mji wake mkuu wa Cairo, mahekalu ya jadi ya Luxor na miji ya mapumziko ya bahari Nyekundu. Wengi hawajafika katika vivutio vingine vingi vya kipekee katika jangwa kubwa la Magharibi ambalo linapakana na nchi ya Libya. Ni eneo kubwa nchini Misri ambalo halina umaarufu sana kama maeneo mengine. Hebu tuangazie kidogo mji uitwao Siwa. Siwa, ni eneo lenye maji katikati ya jangwa, kwa Kiingereza oasis. Mji huu upo katika jangwa la magharibi la Misri, wenye kina cha urefu wa kilomita 80 na upana wa kilomita 20 tu.